Wiki ya kwanza ya mkutano kuhusu tabia nchi unaoendelea katika mji wa Amazonia nchini Brazil, Belem, ilishuhudia matukio tofauti, ikiwemo maandamano ya amani ya mashirika ya mazingira, iliyojumuisha jamii za kiasili kutoka eneo la Amazonia. Watu wanaokadiria kufika elfu thelathini walijitokeza kwenye barabara za jiji la Belem siku ya Jumamosi, ujumbe wao mkuu ukiwa kutaka hatua kuchukuliwa kupambana na janga la mabadiliko ya tabia nchi. Walitumia mbinu tofauti kupitisha ujumbe wao kwa viongozi wa dunia na wadau wengine wa mazingira wakiwemo watunga sera. Mbinu hizo zilijumuisha nyimbo, densi kutoka kwa makundi tofauti, na hata wakati mwingine, kwa wale wasioelewa lugha za eneo la Amazonia, ungedhani ni mahubiri ya Injili, lakini ilikuwa ni mahubiri kuhusu janga la mabadiliko ya tabia nchi. Michael kutoka Ujerumani amekuwa akifanya safari kwa kutumia baisikeli ili kutoa hamasisho kuhusu umuhimu wa kulinda sayari yetu. So I

Wiki ya pili na ya mwisho ya majadiliano hayo inang'oa nanga Jumatatu hii ambapo wadau wanatarajiwa kuwa wameafikiana kuhusu maamuzi muhimu katika kusaidia dunia kukabili janga la mabadiliko ya tabianchi.